Wakati najadili kuhusiana na swala la ada, likaingia swala Baba Levo nadini na wanachuo vipi kuhusu wanafunzi wa shule ya msingi eh? Vipi kuhusu wanafunzi wa shule ya msingi nikasema, hawa wanafunzi wa shule ya msingi kwa sasa hivi, kwa spidi hii ya mwezi wa kumi na mbili, kitu pekee naweza nikafanya nitafute madaftari ya kuhakikisha yanawaenea wanafunzi wote ambao wanaenda Januari shule ya msingi. Acheni niombe nyi mpate, ina ubaya gani? Nikawafata matajiri, nikamfata tajiri anaitwa Salaha, tajiri anaitwa Salaha, ni bosi mwenye kampuni inaitwa Silent Ocean, inafanya kazi ya kusafirisha mizigo kutoka China kuja Tanzania, Uturuki kuja Tanzania, India kuja Tanzania na Dubai kuja Tanzania pamoja na Marekani kuja Tanzania anaitwa Sala. Kaambia Sala, ndugu yangu wanafunzi wanaingia shule, na mimi navyoona wazazi wao, nikiwasaidia kwenye madaftari, takuwa nimepiga pushi sehemu pazuri, au sio? Akaniambia Baba Levo, hii ni uni mwezi wa kumi na mbili, hakuna kampuni yoyote itakupa hela mwezi wa kumi na mbili. Nikasema ah, weo usinipe za kampuni, nipe zako, sitaki za kampuni, we nipe za kwako. Kwanza akaniambia nitakuprintia madaftari. Sikilizeni hii, anasema Salaha Mwarabu. Angalieni hela ninapozitoa nyie. Anaongea Salaha kansela, Salaha ananiambia, Baba Levo, nitakuprintia madaftari kontena zima China na kulileta hapa Tanzania kwa ajili ya kuwa uendo, kawasambazie vijana wako nini madaftari Nika nika nika hapo hapo nikamdaka nika sawa hiyo nika, nimeikubali. Lakini container litachukua muda gani kutoka China paka kuja hapa na hii ishakuwa mwezi wa 12. Tu print kwanza hizi za hapa wakati nasubiria la China. Sasa nikamwambia sasa hii ya container sasa ndio iwe ya kampuni. Za hapa ziwe zako. Akanambia basi za hapa nakupa daftari 10,000 uende ukawagawie uh, vijana wa Kigoma mjini. Nikatoka hapo nikaenda kwa kaka yake, anaitwa GSM. Mnamjua, mumjui? na mimi na GSM namwonea sana kwa sababu ni tajiri sana. Sasa mtu kama ni tajiri, tudokoe tulete huku, au sio? Nikaenda vivyo hivyo na yeye, akashauri kama alivyoshauri Sala, kwa sababu daftari moja, nimewambia vijana hapa walete maboksi ya madaftari ili nda daftari ambalo linachata tata GSM nitolee daftari tofauti tofauti zote hapo, ili mliona hili, mlione hili daftari mpaka linafika Kigoma ni shilingi elfu moja mpaka linafika hapa Kigoma. Lakini ki ukiprinti China hili daftari ni shilingi mia tatu. Kwa hiyo wao wakaniprintia China enzeni. Baada ya hapo, baada hapo mimi takuja kuyasambaza hapa uh, madaftari bure koo na GSM akaniambia, kama mdogo wake akasema, Baba Levo nitakwenda uh, China wakupintie madaftari kontena lingine kwa nitakuwa na kontena hizi moja la Silent Ocean lingine la GSM. Sasa kuna mtu mmoja akasema, oh, Barevo unaleta madaftari yameandikwa GSM ele wajua, kuna watu kwenye wasapu grupu haya ndomaana imetoka magrupu yote, yani kuna mtu anakuwa mwehu kwa sababu ya wasapu. Sasa ok, ili likiandikwa hapa juu GSM, ina ubaya gani? umu ndani ni GSM, si watoto wanaandika? tumusiwataji mimi na watoto s sasa, sasa we unataka nini? na niliwaambia mpaka masoko ya jioni nitayabadilisha majina ili mradi nione mtu amefanya vitu vikubwa kwenye hayo masoko. Nisikilizeni, hii huyu hapa ni da city, huyo Musa Mzenji ambaye alinisaidia ada za wanafunzi, alinipa naye madaftari. Aya hapa huyu ni mzee wangu, baba yangu mlezi Diamond Platnumz alinipa madaftari yameandikwa WCB. Kuna mtu ataki usiwape watoto madaftari yameandikwa WCB? ina shida gani eh? ina ubaya gani daftari limeandikwa WCB? Tena watoto haya ndio watayapigania kweli kweli. Yule kijana muha anaitwa King D anauza vifaa vya pikipiki, na yeye akanipa madaftari yameandikwa King D. Mtayakataa kwa sababu yameandikwa ya King D? Jamani, ina shida gani? Mbona kuna madaftari tumeona yamechorwa mbuni, huyo mbuni ni nani? Yule Barongo ambaye amenisaidia ada kupitia kampuni yake uh, Magic Builders International au wanauza hii bidhaa inaitwa white skim wall Putty, na wao akanipa madaftari haya kwa hiyo hapa nilipo pale store, nina madaftari ya kuweza kusambaza kwenye shule zote, na yatagawiwa bure, yameandikwa hapa no for sale. kuna mwingine hapa hapa Sala. lakini nikasema siwezi kuchukua tu madaftari kwa watu wengine bila mimi mwenyewe ku print ya kwangu kama mbunge. Haya hapa yana sura ya baba la baba, ina ubaya gani? <laughs> Yani hii ndio inawakerakera tu watu wanaumiaumia wanaumia nini eh? kinachoumiza ni nini? na huku nyuma nimemweka mama yangu Dokta Samia Suluhu Hasani na yeye yukomanajirimina tunaenda kuyagawa bure eh? nadhani tunaelewana vizuri. Lakini kuna jama yangu mmoja, yeye yuko Dodoma, ana, ana kampuni yake inaitwa Talatala wana lonji, wana kila kitu na ye akanipa madaftari kwa ajili ya Talatala haya madaftari tunaenda kuyagawa bure, na nilikuwa nataka nilikuwa nataka haya madaftari tuyagawe hapa hapa, lakini watu wameshauri. Nisikilize watu, wameshauri wamesema, ukiyagawa senta, kuna watu wengine watatoka majimbo mengine, watakuja kuchukua madaftari ya watoto wetu. Kwa hiyo haya madaftari tuyapeleke shule tukayagawie pale pale shule. Mwanafunzi ambaye ana uhitaji, shule inamjua, tumpe madaftari. Ina ubaya gani hiyo?